Leo tupo hapa katika ofisi za makao makuu ya CCM Wilaya ya Ilala. Tumekuja kufuatilia mchakato wa uchukuaji fomu wa manaibu meya na meya mmoja. ya wa, wagombea wa unaibu meya katika jiji la Dar es Salaam ni John Lioba Mrema ambaye yeye amekuja kuchukua fomu hapa. Kwanza amewashukuru wananchi wa Kinyerezi kwa, kua, kwa kumpa ridhaa ya kuweza kuwa kiongozi wao katika nafasi ya udiwani lakini pili, amemshukuru Rais Samia kwa kuendelea kuimarisha uongozi imara. Mimi ni diwani mteule kata ya Kinyerezi wilaya Ilala. E, kwanza nianze kuwashukuru sana sana wananchi wa kata ya Kinyerezi kwa umoja wao, kwa vyama vyao wasiokuwa na vyama na kwa dini zao kwa kujitokeza na kunichagua kwa kura nyingi tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka 2025. Pili nimpongeze sana rais wetu na kipenzi chetu mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuchaguliwa kwa kishindo Oktoba 29. Lakini pia ni mpongeze kwa kuunda serikali ambayo anasaidiwa na mheshimiwa waziri mkuu Mwigulu Lameck Nchemba pamoja na makamu wetu wa rais Nchimbi. Ni kipi hasa kimempelekea Lioba kugombea nafasi ya unaibu meya jiji la Dar es Salaam? Kwanza, kilichonisukuma ni kutaka kuwaunganisha madiwani kuwa kitu kimoja, lakini pia kumsaidia meya atakayechaguliwa na waheshimiwa madiwani wenzangu, ambaye yeye ndiye atakayekuwa mwenyekiti wa vikao vya halmashauri na mimi nitakuwa msaidizi wake lakini pili, wananchi wetu waliotuchagua kutoka kata zote thelathini na sita za wilaya ya Ilala wana matumaini makubwa sana na baraza hili la madiwani la 2025 mpaka 2030. Hivyo basi, tukipata viongozi wazuri wa kumsaidia mheshimiwa rais, wa kumsaidia mkurugenzi, wa kumsaidia mkuu wa mkoa, mimi ninaamini, naamini jiji letu na, na wilaya yetu ya Ilala itapiga hatua kubwa sana za kimaendeleo. Ukienda kwenye kata zetu huko, ukienda kule Kitunda, ukienda kule Kinyerezi, ukienda Kimanga, ukienda Tabata, kote huko wananchi wamekaa wanasubiri sisi tukatekeleze yale tuliyo waahidi, na tayari wamekwisha anza kuhesabu. Tutakapofika siku mia moja za mheshimiwa rais, na sisi pia madiwani tutaulizwa katika hizi siku mia moja Mmefanya nini? Watu wanataka maji, watu wanataka barabara, watu wanataka mikopo, watu wanataka miundombinu iboresho ili usafiri uwe rahisi kwao. Hivyo basi, kwa dhamira yangu ya dhati, nimesukumwa kuja kuchukua nafasi hii, na nikiamini vitu viwili. Cha kwanza, ninaamini kiongozi mzuri anatoka kwa Mungu. Kama Mungu alipanga wewe uwe kiongozi utakuwa tu kiongozi. Kama Mungu hakupanga wewe kuwa kiongozi, huwezi kuwa kiongozi. Lakini pili, ninakiamini chama changu cha mapinduzi kwa sababu ni chama cha kidemokrasia, ni chama kinachotenda haki. Ninaamini katika vikao vya uteuzi chama chetu, kama ilivyo desturi yake, huwa kinatenda haki kwa wagombea wote. Mchakato bado unaendelea, wa uchukuaji wa fomu hapa katika ofisi za CCM wilaya ya Ilala, tutaendelea kukujulisha kuhusiana na wagombea wengine ambao wanakuja kuchukua fomu katika ofisi hii. Mimi ni Hassan Magulumali na hii ni habari fupi mahiri kwa Afrika Media Wire Express.